Karibu katika sehemu ya pili ya simulizi yetu tamu na ya kuvutia itwayo Mgombea ya Ajabu, Chizi Aliyetikisa Taifa, iliyotungwa na Kulu wa Bungando ata cos Goliati. Lakini kabla sijaendelea, ni kusihi usubscribe kama ndo mara yako ya kwanza kutembelea Kubunda Media. Basi bwana, siku ya uchaguzi iliwadia Unaambiwa watu walihama kutoka majimbo ya mbali kwenda kupiga kura kwa Chilongo. Foleni zilitikisa nchi, kila mtu alitaka kumwona huyu mtu aliahidi vitu vya ajabu kwa njia ya kuaminika. Wakati matokeo yalipotangazwa, hakukuwa na vurugu, hakukuwa na mshangao, kulikuwa na vigelegele tu. Chilongo Makwapa, rais wa watu, alishinda kwa asilimia 87 ya point 9. Asilimia iliyowafanya hata tume ya uchaguzi ishangae. Kwa kuwa mshindi kashapatikana, zoezi lililokuwa linafuata ni uapisho. Chilongo aliapishwa huku akiwa amevaa kitenge kilichoandikwa miaka mitano ya karaha ili tupate miaka hamsini ya raha. Kisha akawasha moto kwa kutumia jua na kuwasha kibatari ndani ya jumba la taifa, akisema hii ni ishara kwamba hata bila umeme tunaweza kuwasha matumaini. Mnajua nini? Jamaa alikuwa ni rais wa ajabu lakini halisi. Leo hii Tilongo Makwapa bado ni rais. Serikali yake inafanya kazi kwa kutumia mabango ya wananchi. Kila barua huandikwa kwenye karatasi ya chapati, na kila waziri lazima awe na kazi ya pili ili aelewe uchumi wa mtaani. Na kama utamuuliza Chilongo siri ya mafanikio yake, atasema ni kuwa chizi tu kwa akili na kuwa na akili kwa uchizi. Utastajabu kusikia siku ya kwanza alipoingia Ikulu. Siku ya kwanza Tilongo Makwapa kuingia Ikulu, alikuta genge la wali ndani ya jumba la kifahari. Alisema, hamisha hii meza ya mikutano, leta hili genge hapa. Kama watu wana njaa, tusijadili bajeti bila wali. Aliamuru maofisa wa usalama kuvaa kahanga, sio suti, sababu suti ni mzigo wa joto na woga. Kahanga hujua mabadiliko ya hewa na heshima ya mtaa. Aliwatangaza wake zake wawili ambao walikuwa mamantilie kuwa mawaziri wasio na wizara, lakini wenye mamlaka ya kutikisa vikao wakiona kuna ujinga unajengwa kwa lugha za Kiingereza zisizotafsiriwa. Sio hivyo tu, hata kikosi cha maamuzi kwa huyu rais ilikuwa ni kabila la ndani. Chilongo hakuunda baraza la mawaziri kwa CV aliitisha shindano la kupika ugali kwa macho yamefungiwa. Aliyeweza kukanga dagaa bila kuungua alipata wizara. Waziri wake walikuwa waziri wa fedha, mtuzi wa karanga mwenye uwezo wa kubadilisha 1015 kwa sarafu ndogo bila kukosea senti moja; waziri wa mambo ya ndani, mama mjane aliyewahi kutuliza fujo za vijana kwa nyimbo; waziri wa afya mzee, alipaka majani kichwani na kupona malaria kisha akathibitishwa na daktari wa kweli. Ama hakika, Chilongo acha aitwe Chilongo Makwapa. Embu fikiria mahakama mpya ya taifa chini ya mti. Chilongo Makwapa alifuta mahakama ya juu kwa kusema majaji ni kama kuku waliojaa kwenye kibanda, wanapiga kelele bila kuzaa mayai. Akaanzisha mahakama ya makwapa ambapo kesi zote zinasikilizwa chini ya mti mkubwa wa mpera, hakimu akiwa ni mtu kawaida anayeuliza maswali ya moja kwa moja: uliiba au hukuiba? Huna sababu ya kutumia maneno elfu, tuseme ukweli, tuchape hukumu, tukale mihogo. Watu wakapenda kwa sababu kesi za miaka kumi zilitolewa uamadizi kwa dakika saba na nusu. Aise, kwa leo acha tuishie hapa. Wakati unaojaa tutaangalia namna bunge la nchi yake alivyoliunda ya na namna lilivyofanya kazi zake chini ya serikali yake. Tukutane sehemu inayofuata.